Timu iko iko vizuri, timu ina asilimia mia mpaka hivi sasa, na timu hivi sasa kwenye upande wa majeraha tuna majeraha mmoja ambaye ni, ni, ni, ni, ni alikuwa sefkaria lakini, hivi sasa anaendelea vizuri na tunategemea kumwona mda wote, lakini pia timu ina, ina, ina, inafanya mazoezi ya mwisho kuelekea mchezo wetu na Mbeya City kwa sababu ni mchezo ambao utakuwa mgumu sana. Ukitegemea Mbeya City wako juu yetu na sisi tuko chini yao, kwa hiyo wao watataka waweke rekodi nzuri ya kuendelea kaa juu, na sisi tunataka tupate matokeo mazuri tuweze kaa juu yao. Kwa hiyo ni mchezo ambao utakuwa wa kuvutia sana, mchezo utakuwa mzuri sana. Kwa hiyo mmejiandaa vizuri kweli kweli kuikabili Mbeya City? Yeah, of course tumejiandaa vizuri ukizingatia tuko nyumbani, kwa hiyo tuna, tunaamini katika vijana wetu, tutafanya kazi kubwa ili tuweze kutengeneza matokeo ya kuweza kaa juu yao pia pale. Ukitazama okay, Mbeya City kwako wewe unaiona inaweza kawa ni rahisi kiasi hicho kama mnavyozungumza kwamba lazima mpate matokeo wanja wa nyumbani. Yeah, of course, Mbeya City ana anawachezaji wazuri sana. Mbeya City ana wachezaji na quality kubwa sana ya wachezaji, ana wachezaji wale ambao tunawaona ni potential wa, wana uwezo wa, wa kila kila namna. Ukimwangalia bwana beki Ibrahim Mohamed ambaye tunaona msimu uliopita alifanya vizuri mpaka kuitwa timu ya taifa, na tuna, tuna, tunaona, tunaona kikosi chao the way ilivyo, tunaona mastreka wao wana uwezo mkubwa. Kwa hiyo tunaamini Mbeya City siti ni kikosi kigumu sana, na wana mwalimu pia mzuri ambaye anajua falsafa nyingi za mpira huu wa Kitanzania, anajua mbinu nyingi za mpira huu wa Kitanzania, anajua fitina za mpira huu wa Kitanzania. Kwa hiyo tunaona mpira unaokwenda kuwa mgumu sana